Kukamilika kwa mradi huu utaongeza uwezo wa Zanzibar kuhudumia wastani wa abiria elfu tano kwa siku za kawaida na kufikia zaidi ya abiria elfu kumi na mbili katika vipindi vya kilele, kupunguza kwa kiwango kikubwa msongamano wa bandari ya Malindi, kuongeza ufanisi wa huduma za usafiri wa baharini, kuimarisha sekta ya utalii, kuongeza kasi ya shughuli za kibiashara na kuiweka Zanzibar katika hadhi mpya ya kiuchumi. Bandari hii itakuwa na miundombinu ya kisasa ikijumuisha majengo ya abiria ya kiwango cha kimataifa, mifumo ya usalama, tiketi za za kidijitali, maeneo ya mapumziko ya hadhi ya juu na uwezo mkubwa wa kushughulikia magari na mizigo kupitia roro. Sehemu ya ndege za majini itaunganisha Zanzibar na visiwa vya jirani maeneo ya pwani yaliyo mbali, hifadhi za bahari na hoteli za kifahari, wakati marina itahudumia yachts, boti za starehe, huduma za ziara za baharini na shughuli za kibiashara. Mradi unatarajiwa kutoa fursa za ajira hadi kufikia takriban ajira elfu thalathini za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kukuza ujuzi wa ndani, kuboresha haiba ya nchi na mazingira rafiki wa wawekezaji wengineo kuja Zanzibar, kuongeza uwekezaji na kuboresha maisha ya wananchi wetu. Napenda kutoa wito kwa wananchi waendelee kuunga mkono jitihada za serikali, kulinda miundombinu hii na kuhakikisha inatunzwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Serikali itaendelea kuimarisha bandari nyingine ikiwemo kukamilisha ujenzi wa bandari ya Mangapwani, miundombinu ya kushusha na kupakia mafuta, buhari za kuhifadhia mafuta na gesi, kukamilisha ujenzi wa gati na utanuzi wa eneo la bandari ya Fumba, utanuzi wa bandari ya Mkoani kwa kuboresha huduma za usafiri wa abiria na mizigo, kuongeza gati ya Shumba mjini na kuiwezesha kuwa bandari ya kimataifa na ujenzi wa bandari ya Wete pamoja na bandari jamii ambazo zitajumuisha bandari za kisasa za majahazi, bandari za uvuvi, bandari maalum kushushia bidhaa za ujenzi kama mchanga na za kushushia mifugo kama sehemu ya mpango wa kukuza sekta ya bandari na uchumi wa buluu. Aidha, Serikali imedhamiria kuleta mapinduzi katika sekta ya bandari ili kuhakikisha inagusa kila eneo la kiuchumi ikiwemo mageuzi ya bandari ya Malindi kuwa bandari ya meli za kitalii, yani cruise terminal, ili kuchochea ukuaji wa utalii wenye thamani nchini na kuweka maeneo maalum ya kiuchumi, yani special economic zone, katika bandari ya Fumba, Mangapani, Mkoani na Shumba mjini yenye maghala ya mizigo, maeneo ya kusindika, kuhifadhi na kuongeza thamani za bidhaa, ili kuwapa fursa wavuvi, wafanya biashara na wazalishaji wa bidhaa ndani ya nchi kunufaika na punguzo la gharama za usafirishaji na kuweza kufikisha bidhaa zao katika masoko ya nje.